Baba, tafadhali usiniache. Sio leo. Si kwa namna hii. Chumba cha hospitali kilikuwa kinanuka dawa na mwisho wa maisha. Mariam alikuwa amekaa kwenye kiti cha plastiki kwa saa 16 mfululizo, mkono wake ukiwa umefungamana na wa baba yake. Juma Rashid, mwanamume aliyedhaniwa kuwa mtu wa kawaida tu, alikuwa amelala chini ya shuka jeupe, ngozi yake ikionekana girei. Huyu ndiye mwanamme aliyemfundisha kuendesha baisikeli kabla hajaanza zamu ya kazi, aliyehudhuria mikutano ya wazazi akiwa kwenye sarehe ya kazi, akinukia sabuni ya stafo na kujituma, aliyemwambia kila usiku, wewe ni mwerevu, wewe una thamani, wewe unapendwa kupita kiasi. Simu ya Mariam ikatetemeka. Ujumbe wa Marko, bado uko hospitali? Mkutano wangu umehamishwa kesho. Nitalala kwa rafiki yangu, usiningoje baba yake alikuwa na kufa na Marko alikuwa na wasiwasi na kazi. Juma alifumbua macho kwa tabu. Mariam, sikiliza kwa makini. Akamwelekeza kuhusu kisanduku cha amana benki, funguo na ukweli alioficha maisha yake yote. Jina langu la kweli ni Juma Rashid wa tatu. Nilirithi himaya ya Rashid Holdings, lakini nilichagua mama yako, nilichagua upendo. Nilitembea mbali na mabilioni ili nikulee vizuri. Kabla hajafumba macho yake ya mwisho, alimnongoneza Hauko peke yako, wewe si maskini, wewe huna udhaifu, nimehakikisha hilo. Mashine zilinyamaza, dunia ya Maria ikavunjika, na mfukoni mwake simu ikatetemeka tena. Tuko nje kunywa kidogo, utakuwa sawa si ndio? Ndipo Maria akaona ukweli aliokuwa ameonywa, sauti ya hofu iliyopiga kelele ikisema haiwezekani, kwamba muda wowote baba yake angejitokeza nyuma yake na kusema, nilikuwa nakutania tu binti yangu, siondoki popote. Baba yake aliishi maisha ya kimya, alipenda kwa undani na alikufa akiacha pengo kubwa sana kiasi kwamba Mariam alihisi asingeliweza kulivumilia. Marco alisimama pembeni yake lakini angeweza pia kuwa sayari nyingine kabisa. Alikuwa ameshika mwavuli juu ya kichwa chake mwenyewe, si juu ya Mariam. Aliangalia simu yake kila baada ya dakika chache, taya zake zikikaza kwa kutokuwa na subra. Padre aliposema mavumbi mavumbini, Marko aliguna kwa sauti ya kukera ya kutosha Mariam kuisikia. Ndipo Mariam alimwangalia vizuri kwa mara ya kwanza kwa macho yaliyo wazi kabisa. Alimwona mgeni, mwanaume aliyemwahidi kumpenda katika shida na raha, katika ugonjwa na afya. Hakuweza hata kujifanya kujali kwamba alikuwa amempoteza kila kitu alichokuwa nacho duniani. Baada ya ibada, watu walipopita kumpa pole, maneno ambayo mariam hangeyakumbuka hata kidogo, Marko alimsogelea na kumnong'oneza, nahitaji kuondoka sasa. Nina kikao kidogo na wateja Mariam aligeuka polepole pole. Kikao? Marco, tumemzika baba yangu sasa hivi. Najua mpenzi, na pole sana, lakini dili hili limekuwa likiandaliwa kwa miezi. Siwezi tu, mke wako amemzika baba yake. Sauti yake ilikuwa tambarare, kama isiyo na uhai. Na wewe una kikao. Kwa mara ya kwanza alionekana kutokuwa na raha. Angalia, kuna watu hapa. Utakuwa sawa. Nitarudi nyumbani baadaye. Alimbusu kipaji cha uso kwa haraka, bila hisia kama kumpapasa mbwa kisha akaondoka kupitia mvua kuelekea maegesho ya magari akitoa simu yake mfukoni hata kabla hajafika kwenye gari lake alimwangalia aondoke kitu kivunjika ndani yake ambacho bado hakikuwa na jina mwanamke mzee alimkaribia bichen aliyekuwa mfanyakazi wa mapokezi shule kwa baba yake baba yake alikuwa mwanaume bora kuliko wote niliyowahi kumjua alikuwa anakutaja kila siku ulikuwa dunia yake yote mariam hakuweza kuzungumza alitikisa kichwa tu Machozi yakichanganyika na mvua usoni. Aliniambia kitu wiki chache zilizopita, Bichena aliendelea. Alisema, Helen binti yangu ana nguvu kuliko wanavyojua, na muda si mrefu atazihitaji zote. Sikuelewa alimaanisha nini wakati huo. Lakini Mariam, chochote unachokabiliana nacho, chochote kinachokuja, wewe una damu ya baba yako. Mwanamke huyo alikaza mkono wake mara moja, kisha akaondoka akimwacha Mariam peke yake kwenye mvua, maneno yale akirudia rudia akilini mwake, chochote kinachokuja. Baba yake alikuwa amejua, kwa namna moja alikuwa amejua. Usiku huo Mariam alikaa peke yake katika nyumba ndogo ya baba yake, akizungukwa na maisha aliyojika, sofa iliyochakaa aliyokaa nayo kwa miaka 20, runinga iliyopata vituo vitatu tu, walipokula chakula pamoja, walipojifunza kwamba mazungumzo mazuri hutokea juu ya chakula rahisi na upendo wa kweli. Alipaswa kuwa anapanga vitu, anachambua mali, anafanya mambo ya lazima baada ya kifo, lakini hakuweza kusogea. Alikaa tu akivaa koti lake la zamani, akinukia harufu yake iliyokuwa ikififia, akijaribu kuelewa alichomaanisha kuhusu sanduku la benki, kuhusu ulinzi, kuhusu kuwa wa familia ya Rashid. Simu ikalia. Marco, hei, alisema, kelele za muziki na vicheko nyuma yake. Nilikupigia tu kuangalia hali yako, uko wapi? tuko nje na timu, tulikula chakula kidogo, unajua ilivyokuwa, nilihitaji kupumzika kidogo baada ya mazishi. Kupumzika? utarudi lini nyumbani? Ah, labda kuchelewa. tunaweza kupita baa. wewe pumzika, unaonekana umechoka. ninaonekana nimechoka? sauti yake ilipasuka. Marco, nimemzika baba yangu leo. Najua, ndio maana nasema upumzike sasa. alionekana kukerwa. angalia nipo bize, jitengeneze chakula, oga, nitaonana nawe kesho. Alikata simu. Mariam alibaki akiangalia skrini, ndipo akaiona taarifa juu ya simu. Marco alikuwa ametagiwa kwenye picha ya Instagram. Mikono yake ilitetemeka. Alipofungua, alikuwa pale katika mgahawa wa kifahari ambao hakuwahi kuusikia, amekaa kwenye kibanda na pembeni yake akimkaribia, akicheka alikuwa mwanamke mzuri aliyepambika. Vanessa Chen amevaa gauni jekundu ambalo bei yake ingeweza kulipa kodi ya Mariam kwa mwezi mzima. Maelezo yalisema kusherehekea mwanzo mpya na watu ninaowapenda. Account Vanessa Chen, mkurugenzi mkuu wa masoko, kampuni ya Marco. Mariam alilibofya wasifu wake. Picha za maisha ya kifahari, safari, mavazi ya wabunifu, na pale Picha ya tatu chini, Marco na Vanessa, mkono wake kiunoni mwake, mkono wake kifuani mwake, wakicheka kama washindi wa bahati nasibu. Iliwekwa wiki sita zilizopita. Wakati baba yake alikuwa anakufa. Wakati Maryam alikuwa hospitalini kila usiku. Wakati dunia yake ilikuwa inavunjika. Maelezo, ukijua unajua. Aliendelea kushusha. Picha zaidi. Tamasha, ufukwe, chumba cha hoteli kilichokatwa kwa uangalifu. Uhusiano ulikuwa umeanza miezi mingi iliyopita. Mariam alikimbilia bafuni na kutapika. Mwili wake ulikataa ukweli kama sumu. Alipojiona kwenye kioo, macho yamevimba, uso umepauka, mwanamke aliyevunjika kabisa. Na hapo alifanya uamuzi. Kesho angeenda benki. Angefungua sanduku lile. Angejua baba yake alimaanisha nini aliposema, hauko dhaifu, hauko maskini, hauko peke yako, kwa sababu sasa hivi alihisi hana nguvu hata kidogo. Simu ikatetemeka tena. Ujumbe kutoka namba isiyojulikana. Habari Maryam, ni mimi Vanessa. Najua hilo ni gumu kwako, lakini mimi na Marco tunapendana na tunaomba ushirikiano wako na busara katika kipindi hiki cha mabadiliko. Tunataka kuendelea na maisha yetu haraka kuwezekanavyo. Asante kwa kuelewa. Ujasiri wa ajabu. Uthubutu usio na mfano. Kitu kilibadili ndani ya Mariam. Kitu baridi. Asubuhi ilifika kwa ukasi na uzito wakati mmoja. Mariam hakulala. Alikesha kwenye sofa ya baba yake, akibana koti lake, akitazama dari, akimsubiri Marco. Hakuwahi kurudi. Saa kumi na mbili asubuhi ujumbe uliingia: nimelala kwa Dave, nitafika saa tatu, tunahitaji kuzungumza. Mariam aliweka mikono tumboni mwake. Mtoto wake wa kike alipiga teke kali, kana kwamba alihisi hofu ya mama yake. Ni sawa mwanangu, tutakuwa sawa. Babu yako aliahidi, lakini hakuwa na uwazo. Mpango ulikuwaje? Saa mbili na nusu alijilazimisha kuoga, kuvaa nguo safi alivaa gauni jeusi lile lile la mazishi. Hakuna kitu kingine kilichoonekana sahihi. Aliandaa kahawa asiyoinywa, akakaa mezani, akasubiri. Marco alifika saa tatu na robo. Alikuwa amemchelewesha makusudi. Alionekana nadhifu, amepumzika, amenukia manufati ya gharama ambayo hakuwahi kuyavaa. Akiwa naye kwa sekunde moja, Mariam alijiuliza kama alikuwa amelala kwa Vanessa. Habari, alisema, bila kumwangalia machoni. Unajisikiaje? Unadhani najisikiaje? Nimemzika baba yangu leo. Akakaa, ndipo Maryam akaiona faili la rangi ya buni mkononi mwake la kisheria. Moyo wake ukapiga kwa haraka. Hakuna njia ahisi ya kusema hili, alisema, akasukuma faili mbele yake. Maneno yakampiga kama ngumi. Nimechoka Sijawana furaha kwa muda mrefu, tumetengana kihisia. Ulikuwa bizi sana na ugonjwa wa baba yako. Baba yangu alikufa jana na leo unanipa talaka. Muda si mzuri. Nina mimba ya miezi misita. Baba yangu amekufa na unasema muda si mzuri. Nimezungumza na wakili, itakuwa rahisi. Nitatoa matunzo ya mtoto. Kumsonga mbele, akatoa simu akaonyesha picha na yeye uso wake ukawa baridi. kwa muda gani? Maryam alipiga kelele. ulikuwa unalala na bosi wako wakati baba yangu anakufa? Alisema, Vanessa na mimi tunaelewana, ana mafanikio, ana ndoto. na mimi ni nini? ulikuwa mke wangu, alisema kwa ukatili wa ajabu, lakini usinge wahi kunitosha kwa maisha ninayotaka. Akasimama. saini karatasi, wakili wangu atawasiliana kuhusu taratibu. Nitapitia wikiendi kuchukua vitu vyangu. Marco, tafadhali. Alichukia sauti ya kuomba iliyotoka. Alichukia ukweli kwamba hata sasa, baada ya yote, kulikuwa na sehemu ndani yake iliyotamani ya baki. Marco alimwangalia kwa makini, na kile Mariam alichokiona machoni mwake kilikuwa kibaya kuliko hathara; kilikuwa huruma. Utakuwa sawa, Mariam, alisema kwa sauti ya mtu anayemaliza jukumu. Una nguvu, utajipanga. Kisha akaondoka akatoka tu, ya mzito wa miezi misita, yatima mpya, karatasi za talaka mezani na kesho iliyofanana na shimo jeusi lisilo na mwisho. Mariam alikaa kimya, maneno ya baba yake yakirudia kichwani. Najua Marko atakachofanya binti yangu, nimeona kwenye macho yake kwa miezi mingi, ataondoka atakuumiza kwa njia zitakazokufanya ujihoji kila kitu, lakini elewa hili: kuondoka kwake ndio zawadi kubwa anayoweza kukupa kwa sababu sasa utajua bila shaka kwamba alipoondoka hakujua alikuwa anaacha nini. Alikuacha kwa sababu alidhani wewe ni masikini, alidhani wewe ni dhaifu, alidhani angepata bora zaidi. Na Mariam, binti yangu mpendwa, naomba umwache aende, mwache amwoe kahaba yake, mwache ajenge maisha yake madogo na utakapokuwa tayari, ukishapona waonyeshe yeye mke wake na dunia nzima, si kwa kisasi, si kwa ukatili, lakini kwa kujenga maisha mazuri na yenye nguvu kiasi kwamba wataishi maisha yao yote wakijuta. Hiyo ndiyo njia ya familia ya Rashid, hatuwaharibu maadui zetu, tunakuwa wakubwa kiasi wanajiangamiza wenyewe. Amini mpango, binti yangu. Nakupenda kuliko mabilioni yote duniani. Baba. Mariam alikaa kwenye kile chumba kwa saa mbili akisoma na kusoma, mara kwa mara kila waraka, kila siri ya maisha ya baba yake. Kisha akachukua simu na kupiga namba ya kampuni ya sheria iliyokuwa imeambatanishwa Rashid and Associates. Mwanaume alijibu mara moja. b Richardson, mimi ni Gerald Whitmore, wakili wa baba yako, na pia ni bini yako. Baba yako alikuwa mjomba wangu. Ningependa sana kukutana nawe, ni kueleze kila kitu na kuanza mkakati wa kukabidhi mali Kesho ingefaa? Kesho, sauti ilikuwa tupu. Mume wangu amenipa talaka leo asubuhi. Najua, Haruna alisema kwa upole. Baba yako alitabiri hilo, aliniachia maandalizi maalum kwa hali hiyo. Pole sana kwa msiba Mariam, lakini nakuhakikishia baba yako bado anakulinda. Kila kitu kiko tayari, kila kitu kitakuwa sawa. Mariam alimaliza simu, akaweka mkono tumboni, akili ikizunguka. Marco alimpa talaka kwa sababu alidhani hana chochote. Kwa sababu alidhani Vanessa, mwenye mshahara mkubwa na nguo za wabania, alikuwa chaguo bora. Hakujua aliacha bilioni tano. Na kesho Mariam angeanza kujifunza maana ya hilo. Lakini kwanza, alipaswa kumsaini aondoke. Si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu baba yake alimfundisha kitu Marco hangelielewa kamwe. Nguvu kweli haitangaziwi, inasubiri, inaangalia. Inasogea wakati mwafaka ufikapo. Maria akasaini kila ukurasa wa karatasi alizoacha Marko, akaziweka kwenye bahasha iliyokuwa na unwani ya wakili wake. Harun alitoa ndege binafsi, lakini Maria alikataa. Hakuwa tayari bado, alihitaji siku moja zaidi ya kuwa Mariam wa kawaida. Simu ikatetemeka. Marko, umesain Mariam? Ndio, uko huru. Jibu lilikuja mara moja, asante kwa kuwa mtu mzima kwa hili, kwa lolote ile na kutakia upate furaha. Alitazama maneno hayo kwa muda. Ukatili wa kawaida. Umamu alidhani alikuwa anamfanyia wema. Aliyafuta bila kujibu. Kisha akaingia Instagram mara ya mwisho. Picha mpya, Marco na Vanessa ndani ya duka la vito. Maelezo: Ukijua unajua. Uchumba, mwanzo mpya. Walikuwa wamechumbia. Siku ile ile aliyomtalaka Mariam. Maabidi siku ile ile aliyomzika baba yake. Kitu kilibadilika tena ndani ya Mariam, si hasara, si maumivu, kitu cha usubirifu, kitu cha baba yake alikuwa anamfundisha maisha yote bila yeye kujua. Aliandika maoni: hongereni, nawaongeni nyote, furaha mnayoistahili. Kila neno lilimaanisha hasa alichomaanisha. Ndani ya saa moja mtandao ulilipuka. Watu waliomjua Mariam, waliojua msiba wake, walijaza sehemu ya maoni kwa hasara. Mariam akazima simu, akalala kwenye nyumba ya baba yake akiwa amejifunika koti lake, mkono juu ya tumbo. Babu yako alikuwa mwanaume mwerevu, alinong'oneza mtoto wake. Alijua anachofanya. Saa ilikuwa karibu saa nne asubuhi. Mariamu alisimama mbele ya jengo refu la kioo katikati ya jiji, moyo wake ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Mikononi alikuwa ameshika beji dogo, tumboni mimba ya miezi sita na moyoni maswali mengi kuliko majibu. Hapa ndipo baba yake Mzee Juma alimwambia aje. Hapa ndipo siri yake ilipofichwa. Mariamu aliingia mapokezi na kusema kwa sauti ya heshima lakini yenye wasiwasi, naitwa Mariamu Juma, nimekuja kumwona wakili wa baba yangu Bwana Gerald Wilson. Mwanamke wa mapokezi alipoliingiza jina hilo kwenye mfumo, alinyanyua macho ghafla. Uso wake ukabadilika. Heshima ikachukua nafasi ya utaratibu wa kawaida. Tafadhali subiri kidogo, Bi Mariamu. Ndani ya dakika chache, mwanaume mrefu mwenye nywele zilizoanza kupauka, akiwa amevaa suti ya gharama, alitokea mwenyewe. Bi Mariamu alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Mimi ni Gerald Wilson, wakili wa marehemu Mzee Juma. Karibu. Hakumpa mkono kwanza, alimsalimia kwa kuinamisha kichwa kwa heshima ya kweli. Walitembea kwenye korido ndefu ya kimya, kuta zikiwa zimejaa picha za majengo, hati za zamani na nembo za makampuni makubwa. Mariamu alihisi kana kwamba anaingia kwenye historia ambayo baba yake hakuwahi kuisimulia. Walifika chumba cha faragha. Gerald alifunga mlango kwa funguo mbili tofauti. Kisha akakaa. Pole sana kwa msiba wako Bi Mariamu, alisema. Baba yako alikuwa mtu wa nadra sana. Mariamu akavuta pumzi. Aliniambia nije hapa, akasema. Alisema kuna mambo kuhusu benki na ulinzi. Gerald akatikisa kichwa taratibu. Ndiyo, mzee Juma alijua siku hii itakuja. Akasimama akafungua kabati la chuma lililokuwa limefichwa ukutani. Akatoa bahasha nzito ya kahawia. Lakini, kabla ya kufungua haya, Gerald alisema, nataka ujue jambo moja. Baba yako hakukuacha kwa bahati. Alikuandaa. Akafungua bahasha polepole pole. Ndani yake kulikuwa na nyaraka za akaunti za benki za kimataifa, hati miliki za majengo, hisa za makampuni makubwa, na barua moja ya mkono wa mzee Juma. Mikono ya Mariamu ikaanza kutetemeka. Gerald akaendelea kwa sauti nzito lakini yenye huruma. Mzee Juma hakuwa mtu wa kawaida kama ulimomjua. Alibadilisha jina, akaacha maisha ya kifahari, lakini hakuwahi kuacha urithi wake. Mariamu akainua macho taratibu. Una maana gani? Gerald akavuta pumzi ndefu. Baba yako alikuwa mrithi halali wa familia yenye utajiri mkubwa. Miaka mingi iliyopita, aliacha kila kitu ili amwoe mwanamke aliyempenda, mama yako, lakini mali zote aliziweka kwenye mifumo ya kisheria ya siri. Mariamu akashika kifua, pumzi zikamkosa. kila kitu alichokuwa nacho. Gerald akaongeza, alikihifadhi kwa ajili yako. Alisimamia mali hizo kwa miaka yote kimya kimya, huku akikulea katika unyenyekevu ili ujifunze thamani ya maisha, si pesa. Akamkabidhi barua. Mariamu akaifungua, machozi yakaanza kumtiririka. Binti yangu Mariamu, kama unasoma barua hii, maana yake safari yangu imefika mwisho, lakini safari yako ndiyo inaanza. Nimeacha kila kitu mahali salama kwa ajili yako, usiogope wala usijione mdogo. Mali hizi si za kukutukuza bali za kukusaidia kuwainua wengine. Kumbuka, wewe ni mtoto wa Juma na una nguvu moyoni. Mariamu akalia kimya kimya. Gerald akasuka mafaili yote mbele yake. Kwa mujibu wa sheria, alisema kwa sauti ya mamlaka tulivu, kuanzia leo wewe ni mmiliki halali wa mali zote za Mzee Juma. Akasita kidogo kisha akaongeza, thamani ya mali hizi kwa sasa ni zaidi ya dola bilioni tano. Mariamu akapigwa na butwa. bilioni tano? Ndiyo, Gerald akajibu, na hakuna mtu mwingine wala mume wako wala yoyote mwenye haki ya kugusa hata senti moja, baba yako alihakikisha hilo. Kimya kizito kikatawala chumba. Mariamu akaweka mkono tumboni sauti yake ikiwa tulivu lakini imara. Baba alijua ningepitia maumivu lakini hakuniacha nikiwa sina kinga. Gerald akatabasamu kwa heshima ya dhati. alikuamini Bi Mariamu, na sasa safari mpya inaanza. Mariamu akasimama, bado alikuwa na majonzi lakini sasa alikuwa na msimamo, mwelekeo na kusudi. kuanzia leo Nitatumia nguvu hii kwa mema, hilo ndilo baba yangu alilotaka. Nje ya jengo upepo ulivuma taratibu, kana kwamba mzee Juma alikuwa akisema kwa sauti ya mbali, umefika mwanangu. Juma hakuondoka kwa sababu Mariamu hakutosha, aliondoka kwa sababu yeye mwenyewe hakutosha. Sasa simama, si kwa ajili ya kulipiza kisasi bali kwa sababu wewe ni chemchemi ya moyo mwema. Jenga kitu kizuri, wasaidie watu, badilisha maisha, na siku Juma atakapokuona ulivyogeuka, tabasamu tu, ishi vizuri. Huo ndiyo ushindi wa kule kuliko yote. Mariamu alifuta machozi yake taratibu, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti iliyojaa azma, nataka kuwasaidia wanawake walioko kwenye hali ngumu akinamama wasio na waume, wanawake wanaohisi hawana msaada wala sauti. Nataka kuanza moja kwa moja. Gerald akamkata tena, Mzee Juma tayari alianzisha taasisi yenye mfuko wa dola milioni mia tano ipo tayari wakati wowote wa utakapotaka. Basi niko tayari, lakini kabla ya hapo nataka kuandaa chakula cha jioni kwa washirika na wajumbe wa bodi watarajiwa. Mariamu akafungua wasifu wa Vanessa kwenye LinkedIn. Alikuwa mkurugenzi wa masoko mwenye mafanikio, mwenye mtandao mkubwa, aina ya mtu ambaye taasisi mpya ingetaka kumuwakaribia. Baada ya wiki tatu, mialiko ya kifahari ilitumwa kwa watu 50 waliochaguliwa kwa umakini mkubwa. Taasisi ya Mariam Juma kwa heshima inawaalika kwenye chakula cha jioni cha kipekee, Ijumaa Oktoba 15, saa moja usiku Metropolitan Club. Vanessa alipouona mwaliko, macho yake yakaangaza. Hii inaweza kunipandisha sana kikazi, alimwambia Juma. Alithibitisha kuhudhuria ndani ya saa moja. Usiku wa tukio, Metropolitan Club iling'aa kwa haiba ya pesa za zamani, dari ndefu, taa za kioo, na nguvu iliyokuwa inazungumza kwa ukimya. Mariamu aliwasili mapema, akiwa amevaa gauni la kijani la uzazi, maskioni akiwa na hereni za almasi za familia ya Juma alikuwa na mimba ya miezi saba, lakini hakuwahi kujisikia mwenye nguvu kama siku hiyo. Saa moja na robo kumi na tano usiku, Juma na Vanesa wakaingia. Mariamu aliwaona kabla hawajamuona, Juma akiwa hana raha mbele ya utajiri wa kweli, Vanessa akiwa na ujasiri wa juujuu, akitafuta watu muhimu wa kujitambulisha kwao. Harold akasogea mbele. Waheshimiwa wageni, naomba nimtambulishe mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi hii, Bi Mariamu Juma. Mariamu akasonga mbele. Macho yote yakamwangalia, pamoja na macho ya Juma, pamoja na macho ya Vanesa. Utambuzi uliwapiga kama radi. Uso wa Juma ukapauka, tabasamu la Vanesa likaganda na kuvunjika. Asanteni sana kwa kuja, Mariamu akaanza kwa sauti tulivu. Miezi mitatu iliyopita nilimpoteza baba yangu Mzee Juma aliyefanya kazi ya usafi shuleni, lakini alinilea kwa heshima, upendo na maadili alinifundisha kuwa utajiri wa kweli haupimwi kwa pesa, bali kwa maisha unayogusa. Akaendelea, kile ambacho sikukijua ni kwamba baba yangu aliacha urithi mkubwa wa kifedha miaka mingi iliyopita, ili achague mapenzi. Alinilea katika unyenyekevu, lakini kwa hekima kubwa. Juma akashika kiti kwa nguvu, mikono ikitetemeka. Alipofariki alinichia mali yote yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni tano, lakini muhimu zaidi alinichia dhamira ya kuwasaidia wanawake wanaohisi wameachwa na kudharauliwa, kwa sababu miezi mitatu iliyopita nilikuwa mmoja wao. Macho ya Mariamu yakamkuta Juma moja kwa moja. Nilikuwa na mimi kimlilia ya baba yangu, ndipo mume wangu akaomba talaka, akaniambia sifai tena, kwamba amepata mtu bora. Vanessa akafunika mdomo wake kwa mkono akitetemeka. Aliniondoka akidhani sina chochote Nami nikamwachia aende, kwa sababu baba yangu alinifundisha, huwezi kupoteza kilicho chako kweli, wala huwezi kushikilia kisichokusudiwa kukaa. Hii taasisi ni kwa kila mwanamke aliyewahi kudharauliwa, kudharau, au kuambiwa hafai, kwa sababu wakati mwingine watu tunaowaacha hutufungulia mlango wa maisha bora zaidi. Akaunyanyua glasi kwa mwanzo mpya, kwa kujitambua thamani yako. Ukumbi mzima ukalipuka kwa makofi. Nyuma, Juma na Vanessa walisimama kimya, wakimtazama mwanamke waliyemdharau sasa akiwa kileleni. Waliondoka haraka. Ndani ya dakika chache, ndoa yao ikavunjika kwa majuto. Juu, Mariamu alikuwa mtulivu. Hakuhisi furaha ya kisasi. Alijisikia amani. Baba yangu alisema, kisasi bora ni kujenga maisha mazuri kiasi kwamba adui zako wanajiharibisha wenyewe wakitazama. Angekuwa anajivunia sana, Harold akasema Ninajua, Mariamu akajibu, akiweka mkono tumboni. Miaka ikapita, Mariamu akamzaa mtoto wake Neema Juma, akaijenga taasisi iliyobadilisha maisha ya mamia ya wanawake, akaishi kwa heshima, utulivu na kusudi. Na hapo Juma akatambua, hakuwa tena sehemu ya hadithi yake. Maneno ya Mzee Juma yakarudia moyoni mwa Mariamu: huwahi kuwa peke yako, huwahi kuwa maskini, huwahi kuwa mnyonge na alijua ilikuwa kweli, si kwa sababu ya mali, bali kwa sababu nguvu kweli hutoka ndani, na watu tunaowaacha mara nyingi huacha nafasi kwa maisha tuliyokusudiwa kuyalisha. Baba, tafadhali usiniache, sio leo, si kwa namna hii.